Tuko na Esther Msambazi eh, ambaye anatoka uh, Wizara ya Katiba na Sheria. Yeye ni mkurugenzi wa huduma za msaada wa kisheria, lakini hapa mada yetu kuu leo, tunazungumzia msaada wa kisheria wa Samia, Samia Legal Aid. Karibu sana katika kipindi chetu. Asante sana. Tunatamani, tumekuwa tukisikia Samia Legal Aid, lakini kwa mtu ambaye ndo anaisikia kwa leo, unaweza ukamwelezea ni wapi mlikuanzia na mpaka sasa mmefikia wapi? Asante sana. Uh, Mama Samia Legal Aid Campaign ni kampeni uh, ni ambayo inatekelezwa kwenye ngazi za kijamii ikiwa na lengo mahususi la kuhakikisha kwamba wananchi hususan wale walioko pembezoni na ambao hawana uwezo wa kumudu gharama za mawakili au gharama za huduma za kisheria mm -hmm. wanaweza kuifikia haki kupitia huduma za msaada wa kisheria na kampeni hii inajumuisha utoaji wa elimu kwa maana tunatoa elimu kwa jamii kupitia mikutano mbalimbali mbali, kupitia mikusanyiko mbalimbali mbali ambayo iko katika ngazi ya kijamii, na tunaenda kwenye ngazi kabisa za vijiji na mitaa, lakini pia tunatoa ushauri wa kisheria kwa wale ambao wanakuwa na changamoto za kisheria, na kwa yule ambaye anatarajiwa kuwa na kesi mahakamani, tunamwandalia nyaraka kupitia kwa mawakili, kwa sababu tunakuwa na timu ya wataalamu mbalimbali ikijumuisha mawakili pia kujitegemea lakini kuna kesi ambazo tunazikuta uwandani, na mtu anaweza kupata uwakilishi mahakamani, akapatia wakili pale pale, akaenda akaweza kusikilizwa, lakini kubwa zaidi tunafanya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Kwa maana upande mmoja unaolalamika tunaweza kutafuta upande wa pili unaolalamikiwa na tukaweza kumaliza migogoro, na kupitia kampeni hii tumeweza kutatua migogoro ambayo imekuwepo kwenye jamii kwa muda mrefu. Kwa mfano masuala ya mirathi, ndugu amekuwa akigombana, hawajui wapi pa kwenda lakini kupitia kampeni ile migogoro imeweza kutatuliwa. Tumeshuhudia migogoro yenye zaidi ya miaka 20 ikiweza kutatuliwa kupitia kampeni. Kwa hiyo hiyo ndo kampeni ya msaada wa kisheria, Mama Samia. Lakini pia tunao wadau mbalimbali ambao tunashirikiana nao. Tunao Rita, wanaandikisha vyeti vya kuzaliwa, wanatoa elimu kuhusiana na maswala ya uandishi wa usia, na tumeona wananchi wakijitokeza wengi, sasa wanaanza kuandika osia na kuhifadhi, kwa maana kwamba kesho akiondoka wa anamwacha mpendwa wake wapendwa wao wakiwa salama hawatagombana tena, kwa sababu kila kitu anakuwa ameshaweka katika maandishi. Kwa hiyo kampeni hii mpaka sasa hivi tulianza mwaka na 2023 na mwezi wa nne na tulianza mkoa wa Dodoma. Sasa tuko Dar es Salaam mkoa wa 26, kwa upande wa Tanzania bara, lakini kwa Zanzibar wanakamilisha wiki ijayo tarehe uh, 12 tukiwa tumekamilisha mikoa yote mitano. Kwa hiyo tunakuja Dar es Salaam ukiwa ni mkoa wa 31 na wa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar na labda umezungumzia kuhusiana na migogoro ambayo umeza, imedumu muda mrefu, lakini imeweza kuisuluhisha uh, bila kufuata kwenda mahakamani au vitu kama hivyo. Labda ni nini hasa ulikuwa unaona kinaleta shida kwamba migogoro inakaa muda mrefu na kwamba ingeweza kuwa solved kwa urahisi tu? Changamoto iliyopo ni kwamba hususan kwa migogoro hii ya mirathi mm, wananchi hawana uelewa, walikuwa hawana uelewa kwamba wapi wanapaswa kuanzia hiyo, mm, linakuwa kwa ni fukuto ambalo liko ndani ya jamii, vikao wakati mwingine wakati mwingine hawezi hata kukutana, kwa sababu ilikuwa inapelekea, wakati mwingine migogoro ya mirathi inapelekea mpaka jinai. Kuna kupigana, mm, kuna kutengana, kuna kuekeana mipaka, usikanyage hapo, usikanyage hapa, hapa. Kwa hiyo ni ile wananchi kutokujua utaratibu wa kisheria, wapi aende akaweza kupata haki yake lakini wakati mwingine wanaenda labda kwa watendaji, labda wakata vijiji, na wao wanakuwa hawana uelewa. Kwa hiyo kupitia kampeni, pia watendaji na wao tunawafundisha kwamba mwananchi akiwa na mgogoro kama huu anapaswa kwenda wapi. kwa wakati mwingine ni ile wananchi kuto kufahamu sheria mm, na taratibu za utatuzi wa migogoro yao, na tunavyofahamu ni kwamba kuto kujua sheria hakuku hakumaanishi, unasemaje? Mna terminolojia yenu fulani, yeah, kwamba kuto kujua sheria sio Um, yani haikuondolei hay, adhabu haikuondolei yeah, yeah, kutenda kosa elimu. Yes, so, kwa hiyo elimu inahitajika sana na ndio maana Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba kwa wizara kwa itoe elimu kwa jamii, wananchi waelewe. Mm. Kwa sababu wananchi wakielewa, uh, masuala ya sheria tunapunguza pia migogoro na, yes, tunaleta amani kwenye jamii na ndio maana hata uh, kauli mbiu ya kampeni inasema msaada wa sheria kwa haki. Kwa maana ukiwa na msaada wa sheria mwananchi ataweza kupata haki. Hmm. Ukiwa na msaada wa sheria mwananchi anaweza kuweza kuwa na usawa kwenye jamii. Na panapokuwa na usawa, kuna amani. Hmm. Na mwisho wa siku maendeleo ya mtu mmoja, lakini taifa kwa ujumla. Na hiyo ndio kauli mbiu yetu: Msaada wa sheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Na labda katika mizunguko yenu sasa, uh, mashauri gani ambayo ndio mmeona yakijitokeza sana japo umeshataja ile ya mirathi, hmm. Lakini na yepi mingine ambayo umeona ndio yamejitokeza sana kwenye jamii yetu? Mashauri ambayo yamejitokeza kwa kiasi kikubwa ni maswala ya ardhi. Ardhi. Ndio, ardhi mm. imekuwa ni changamoto sehemu nyingi sana ambazo tumepita vijijini na mijini swala la, la ardhi limekuwa ni changamoto kubwa. Kuna migogoro ya ardhi baina ya wananchi mm. kwa wananchi majirani kwa maana ya mipaka, lakini kuna maswala ya fidia uh, lakini kuna maswala ya mipaka ya vijiji wanaingiliana pia lakini ardhi hiyo hiyo ina masuala ya ndoa ndani yake. Wanandoa wanapokuwa wanatengana, wanagombania nyumba, wanagombania viwanja, wanakuta kuna ardhi ndani yake. Lakini ardhi hiyo hiyo ina mirathi kama ambavyo nilikuwa nimeongea hapo awali. Kwa hiyo ardhi imekuwa zaidi ya asilimia themanini ya migogoro ambayo tumeweza kukutana nayo, na labda inafuatiwa na, mm, na ipi? baada ya migogoro ya ardhi inayofuata ni masuala ya mirathi. Mirathi, ukatili wa mm, kijinsia na mengine nayo yakifuata Mm -hmm. Lakini pia swala la matunzo ya watoto limekuwa likijitokeza mm -hmm. uh, kwenye sehemu nyingi ambazo tumekuwa tume, tunaenda kwa sababu uh, sasa kuna zile ndoa ambazo sio rasmi mm -hmm. wanapeana ujauzito baadaye, mwanaume hatunzi mtoto, kwa hiyo tumekutana na hizo changamoto. Lakini pia uh, uwajibikaji kwenye jamii kwenye masuala ya watoto unapungua, unaenda ukipungua. Kwa hiyo matunzo ya watoto pia tumekutana ni changamoto kubwa kwamba wazazi wanatelekeza watoto. Hmm. Na kuna sehemu nyingine hata si wanaume tu, hata wanawake ushajifungua. Okay. namwacha mtoto na bibi yake hmm. au na mama yake, anaondoka yeye anaenda kutafuta maisha, lakini hatuuzi mtoto huko nyuma. Kwa hiyo tumekutana nazo changamoto, sio kwa upande tu wa wanaume, lakini pia hata wanawake, kwa upande wanawake wanaondoka pia, wanaacha familia, anaacha watoto na baba, watoto bado ni wadogo, wanahitaji malezi ya baba. Kwa hiyo elimu ambayo tumekuwa tukiitoa tumetarajia kwamba itasaidia sana kujenga familia, kwa sababu familia ndo msingi wa maendeleo ya nchi yoyote ile. Umesema uh, ume, watu, mashauri mengi ambayo mmeyakuta wakati mwingine pamoja na migogoro mm -hmm. Ni kutokana na watu kuto kujua namna bora ya kufuatilia lile jambo mm -hmm. Labda katika swala la mirathi, kwa mtu anayekusikiliza hapa leo na hajabahatika kufika katika kampeni mm -hmm. Anatamani kujua kama yupo katika tatizo kama hilo, anaanzaje ili kuweza kupata haki yake ya msingi mm -hmm. Swala la mirathi cha kwanza kabisa labda anaweza nisieleze utaratibu mzima, lakini kama yuko karibu na mahakama ya mwanzo, anaweza kwenda pale na akaweza kupata elimu ni namna gani anapaswa kufanya. Lakini kikubwa ambacho huwa kinaanza kwanza kufanyika, inabidi familia ile ya marehemu ikae kama ukoo, waweze kujadili na kuandaa muhtasari, na wao wanatengeneza, wanaandaa mapendekezo ya nani anaweza kuwa msimamizi wa mirathi lakini wanapaswa kuwa pia na cheti cha kifo, RITA, pali, cha kifo ndio kama hivyo. RITA wanakuwepo, unaweza kwenda kupata cheti chako cha kifo pale cha marehemu alafu baadaye mnaenda kwenye mahakama ya mwanzo au mahakama nyingine yote ambayo ina mamlaka ya sheria kuweza kumte uh. Mahakama sasa ikiweza kumteua msamizi wa mirathi, msamizi wa mirathi sio lazima awe mrithi, anaweza ni akawa ni mtu yote mwenye ambeni, mwaminifu, anaweza kugawa mali za marehemu kwa mujibu wa sheria. mm-hmm. kwao na migogoro mingi ukikuta kwenye masuala ya mirathi ni ile wana wanamkataa msamizi wa mirathi anamkataa msamizi wa mirathi, au wakati mwingine msamizi wa mirathi anaenda kinyume na, na, na wajibu wake kwa mujibu wa sheria na yeye anataka ajimilikishe. Kwa hiyo elimu inayotolewa kupitia kampeni ya msaada wa kisheria, haya yote yanazungumzwa, wanapata elimu. Kwa hiyo ni wananchi kujitokeza, uh, na kuweza kupata hiyo elimu, na waweze tuweze kupunguza hiyo migogoro ya mirathi ndani ya familia. Ndio kampeni hii ni endelevu, uh, kwa sababu imesaidia watu wengi na mrejesho hata sisi tunapata hmm. Hiki kinachokuuliza ni moja ya maswali ambayo unajua, watu waga, wanaamini waandishi habari tunajua kila kitu. Kuna kule unapigiwa simu kutoka kijijini hivyo, watarudi tena sasa. hmm. Niulize kwa niaba ya wananchi, kampeni hii ni endelevu? Kampeni hii ni uh, ilikuwa miaka mitatu hmm. inatarajia kukamilika mwaka elfu mbili na ishirini na sita hmm. lakini ni kampeni ambayo ni endelevu. Hmm. Ni endelevu kwa maana kwamba inaweza tusirudi kwa namna ile ile, ile lakini kama wizara tumeshaanzisha madawati ya msaada wa kisheria yapo kila halimashauri, kwa mwananchi yeyote anaweza kupata huduma hizi ambazo zinatolewa wakati wa kampeni hmm. kupitia ile madawati na wale hmm. maafisa wa madawati wanaenda kila kata, kila kijiji hmm. na hata maeneo ambayo sisi kama kampeni tulipita, tulikuwa napita kata kumi tu hmm. kwenye kila halmashauri, zile kata nyingine madawati wameweza kufikia. Madawati yameanza kufanya kazi mwaka jana mwezi wa kumi na moja, lakini paka sasa hivi wameweza kufikia wananchi zaidi ya milioni sita. Kwa hiyo madawati yapo yale ya msaada wa kisheria, ambayo yanatoa hizo huduma za msaada wa kisheria, lakini tunao wasaidizi wa kisheria paralegals, wale wako kwenye ngazi za kata kabisa, na wale pia wanatoa hizi huduma ambazo uh, tunazifanya. Wanatoa elimu wanatoa, wanatatua migogoro, na wizara inaendelea kufundisha wananchi wengi ambao wako tayari kufanya kazi za usaidizi wa kisheria mm -hmm. ili kuhakikisha kwamba kila kata inakuwa na msaidizi wa kisheria. Kwa kupitia wale pia huduma za msaada wa kisheria zipo, lakini ukija kwenye mashirika yanayotoa msaada wa sheria yako zaidi ya 300 ambao wizara imeyasajili. Yako ambayo yana mawakili, yako ambayo yana wanasheria. Kwa hiyo huduma muda wote zinapatikana. Mm -hmm. Ila kampeni kama kampeni hii kabambe inaenda sasa, tutafunga Dar es Salaam, lakini tutafungua tena kwa awamu ya pili. Tutakapoanza awamu ya pili, tutatangaza nadhani kama wizara, kwa kwamba tunatumia modality gani njia gani tena tunaenda kama tupoko tunaenda kata kumi au tutaenda tutatumia njia nyingine. Mm -hmm. lakini ni kitu ambacho ni endelevu nadhani mliona hata wakati wa mjadala wa bajeti waheshimiwa wa wabungi waliomba kwamba iendelee kuwepo kwa sababu mm. inasaidia sana wananchi wengi mm. na wao inawapunguzia pia hata zile kadhia, migogoro ya wananchi wao inaweza kutatuliwa kwa wakati mm. yeah. mm. imani gani sasa mwananchi anatakiwa kuwa nayo? kwa sababu mm. umezungumza kwa habari ya ngazi ya kata kule hizi huduma zinaendelea mm. Lakini unakuta kuna mtu baada ya wale uh, wataalam wa kisheria walivyofika ambao sio wa eneo lile mm. na akapata msaada na kesi yake ikaisha, msaada mm. wake akaupata, wakaondoka. mm. Sisi Watanzania tuna ile, mtu ambaye nimezoea kumwona kila siku namchukulia kama hawezi kunisaidia mm. eh, he, sasa ni namna gani unaweza ukawajengea imani wananchi kwamba hata wale ambao mmewaacha kule mm. wana elimu hiyo sawa na wana uwezo wa kutoa mm. haki sawa na wale ambao walipita na wakaondoka, wa, waamini waliopo kwenye ngazi ya kata? Ndio mm. asante sana kwanza, mm. ni wahakikishie wananchi kabisa kwamba hata zile changamoto wakati wa kampeni zilitatuliwa mm. zili na wale wale ambao wako nao kila siku Ndiyo. kwa sababu timu ya, ya kampeni haitoki kwenye ngazi ya kitaifa timu mm. ya kampeni inatoka kwenye ngazi ya, ya, ya halmashauri. Mwanasheria mm. wa halmashauri, wakili aliyeko kwenye halmashauri, afsa ustawi aliyeko pale, afsa ardhi aliyeko pale. Kwa hiyo wizara sisi tuna, uh, tuna, tuna ratibu lakini wanaotatua zile changamoto ni wale. Na kwa nini tulifanya vile? Tulifanya vile kwa sababu tulilenga pia kuwajengea uwezo mm. kwamba wale ndio wako na jamii, basi watatue changamoto za jamii wakati wote wanapokuwa pale. Kwa hiyo mm. ilikuwa ni sehemu pia ya kujenga uwezo wao na kuwawezesha wao kuweza kutatua zile changamoto. Na niwahakikishie ni kabisa kwamba uh, yale mazoea yaliyokuwepo ya mwananchi njo kesho njo kesho kutwa, kwa sehemu ambayo kampeni imepita hayapo tena. Mm. wale maafisa wa serikali lakini mawakili wa kujitegemea wameendelea kuwa mstari wa mbele kuendelea kutatua zile changamoto. Tunaendelea kupata marejesho hmm. hata mwananchi akikupigia simu, kwa sababu sisi namba zetu zipo tu, akipiga simu kwenye kituo chetu cha huduma kwa wateja pale wizarani, akiunganishwa kule anapata huduma na anaturejeshia mrejesho kwamba nashukuru, nimefanikiwa, nashukuru dawati wamenisaidia, nashukuru mwanasheria almashauli amenisaidia. kwa hiyo hmm. wale walioko kule sasa hivi tumebadilisha tume pia hata ile mentality ya ufanyaji kazi wetu sisi kama watendaji wa serikali, sasa tunashughulikia changamoto za wananchi ndio na, na hilo kubwa ambalo tulikuwa tunalihitaji kujenga mahusiano uh, baina yetu sisi wadau watendaji uh, wa serikali na wala si wa serikali, lakini pia kuimarisha uelewa wa wananchi kuhusiana na masuala ya kisheria na haki za binadamu sawa sawa. mm. <laughs> nilikuwa najaribu kufikiria kwa kutoa tathmini yako tu mwenyewe mwamko ukoje katika yale maeneo ambayo yametembelewa, lakini hata baada ya kumaliza na kuondoka pale, hali ya uhitaji mnaionaje? Tukiangalia tathmini tangu tumeanza Dodoma, mkoa wa kwanza mwaka 2023, mm. na naweza nikasema mwamko haukuwa mkubwa sana. mm. Lakini kwa namna kampeni mwanzoni, kampeni, mwanzoni. Mm. kwa namna kampeni ilivyokuwa inazidi kwenda, mwamko umekuwa ni mkubwa sana na sasa hivi nadhani mheshimiwa waziri na katibu mkuu wanapokea maombi mengi kutoka kwenye ile mikoa ambayo tuliwahi kupita, mm, kwamba wanahitaji tena turudi sasa, wameshaona inawezekana. Kuna hawakujitokeza wananchi kwa wingi, wanatamani tena tuweze kurudi kule kwa ajili ya kampeni. Kwa hiyo mwamko ume, umeendelea kuongezeka na sasa hivi ni mkubwa sana. Nadhani hata tunapokuja kufanya Dar es Salaam sasa wananchi watajitokeza wengi sana. Mhm, mm, hem. Sasa kwa Dar es Salaam ndio lini, mpaka lini na ni yeah, wapi? Mm, yeah. So, kisheria, yeah. Kwa sababu ni moja ya mikoa inayoongozwa kwenye masuala ya kisheria unaongoza kwa migogoro kiukweli. Sio, sio inaongoza na hizi kesi alizozitaja hapa kwa Dar es Salaam na zenyewe inawezekana hizi za ardhi zikaa nyuma zipo zile za kifamilia ndo ziko mbele. Asante. Kwa mkoa wa Dar es Salaam Uzinduzi utafanyika tarehe kumi na sita Ndim. mwezi wa sita mm. pale viwanja vya Mbagala za Kiem mm. na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu tulianza naye Dodoma, alituzindulia kampeni yetu Dodoma na tunaenda mm. kuhitimisha naye. Lakini baada ya uzinduzi kwanza pale pale Mbagala za Kiem tutakuwa na mabanda ya wadau mbalimbali na watoa huduma mbalimbali hmm. kwa muda wa siku kumi kuanzia tarehe kumi hmm. na sita na huduma mbalimbali pale zitatolewa kama nilivyosema, kwa mfano NIDA, RITA watakuwepo pale kwa ajili ya kuweza kutoa huduma, lakini watoa huduma mbalimbali watakuwepo, na kuanzia tarehe kumi na saba mpaka tarehe ishirini na tano tutakuwa na timu mbalimbali za huduma kwenye halmashauri zetu zote tano hawa mm -hmm. sasa wale watakuwa wanapita kwenye kila kata. Tutachagua kata kumi ambazo mkoa watatupatia na watapita kwenye mitaa pia. Kata moja, mitaa mitatu. Kwa wananchi sasa kwenye hiyo mitaa tutatoa ratiba mapema kabisa na tutatoa pia kupitia vyombo vya habari ratiba kwamba siku fulani kata ya halmashauri ya Kinondoni tutakuwa kata fulani mm -hmm. na muda fulani. Kwa hiyo, timu zitapita kule, zitatoa elimu, zitatoa ushauri wa kisheria, lakini tutatuza migogoro kwa wale ambao watakuwa na migogoro na kwa Dar es Salaam kwa sababu ya ukubwa wake na speciality yake, halmashauri nyingine tulikuwa tunakuwa na wakili mmoja tu wa mm -hmm. kujitegemea, lakini kwa Dar es Salaam tutakuwa na mawakili watano, acha wale ambao watakuwa kwenye mabanda kule kwenye mm -hmm. mabanda kutakuwa kuna mawakili wa kutosha kabisa, lakini kila halmashauri itakuwa na mawakili wa kujitegemea watano. Kwa hiyo ukiwa na kesi yako, uwe na uhakika kabisa utapata wakili, sio kwamba wakili mmoja atakuwa anakimbizana na kesi mm, nyingi, kwa sababu tunaamini kabisa huku tutakutana na changamoto nyingi, wananchi ambao wamekata tamaa na kesi zao. Kwa hiyo mawakili watakuwepo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia huu mm, uchaguzi wa kata, ni tamani kujua au ni, ni, u, iko kimkoa zaidi kwamba wanafanyaje uchaguzi katika hizo kata kumi, ni wanaangalia zile ambazo tayari wanaona labda zina uhitaji zaidi, ama yes, cha, uchaguzi wakati unafanywa na mkoa na halmashauri kwa kuzingatia mm. kama ulivyosema changamoto nyingi ziko wapi, mm. wananchi wengi wenye uhitaji wako wapi, kwa sababu wao kila siku wanakutana na hizo changamoto nyingi. Kwa wanajua mabwe pande kuna migogoro ya ardhi mm. wanajua Bunju kuna migogoro fulani. Kwa kwa hiyo kulingana na uhitaji wanachagua zile ambazo wanakuta, au kuna nyingine ambayo haifikiki kirahisi yeah, kwa sababu sisi watu tunasema watupatie zile kata ambazo zingine wakati mwingine hazifikiki kirahisi mm, ili sisi tuweze kufika kule kwa hiyo kuna criteria ambazo wanaziangalia, wanazingatia lakini kwa kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata huduma na sio lazima kwamba kwa sababu kata yako haipo usije kuhudhuria, hapana. Mm. Selection ya kata tu, ili tuende na ile ratiba, lakini wananchi okay, wanaruhusiwa kushiriki. Mm, na hata sehemu nyingine ambazo wao tunaenda zile kata jirani zote huwa wanakutana sehemu moja, kwa jirani kwanza kupata huduma, kwa tunafika kata nyingi zaidi, lakini sasa kwa sababu target yetu sisi ni zile kata ambazo tumekuwa tumeziweka tunahudumia mm na wakati mwingine kwa mfano kama sasa hivi hapa tumetangaza tuko Dar es Salaam, sio lazima mwananchi wa Dar es Salaam, hata mikoa jirani. Tulifanya Arusha, anaweza kuingia kabisa. Tulifanya Arusha, tulikuwa tunapokea watu mpaka wa Kigoma, walitoka pia Dar es Salaam ambao mm. tuliwahudumia pale. Kwa hiyo tuko Dar es Salaam, kama mwananchi yote, popote pale alipo, akiona hii nafasi, anaweza kuja akaweza kupata huduma. Uligusia kwamba swala la migogoro ya ardhi ndio limekuwa linaongoza labda kwa ushauri wako tu, na wewe ukiwa ni mwanataaluma katika hiyo hiyo tasnia, labda kwa mtu yeyote ambaye ana mgogoro kama huo, kwa muktadha ambao unaweza ukauweka wewe, yani, unaweza ukampa ushauri gani kwamba namna gani afuatilie kama anashindwa kuja kwenye kampeni ili kuhakikisha apotezi haki yake? Migogoro mm, ya ardhi kama nilivyosema inatofautiana mm. Lakini kwa yule ambaye labda kiwanja chake wame wameingiliana na mwenzake mm. anaweza kwenda kuanzia kwenye baraza la kata. Mabaraza ya kata zamani yalikuwa na mamlaka ya kuweza kuhukumu kutoa maamuzi, lakini sasa hivi hawatoe maamuzi, wanafanya kama kuwapatanisha. Wakishinda kuwapatanisha, basi watapeleka kwenye baraza la ardhi la wilaya, ambalo lenyewe sasa litaenda kutoa uamuzi kulingana na nani mwenye haki mm. kwao taratibu Uh, ukiwa na changamoto yoyote wewe nenda ne kwanza kwenye baraza la kata, pale unaweza ukapata usuluhishi, lakini kuna maeneo mengine ambayo, uh, yanajumuisha serikali kwamba una mgogoro na serikali, una labda kuna masuala ya double allocation, ni vizuri kwenda kwenye ofisi za halmashauri, uh, husika ambayo imehusika na huo uh, upimaji, halafu pale ukiona sasa swala lako haliendi kama ulivyotarajia, ndo utakimbilia kwenye maswala ya msaada wa kisheria, na kule kwenye msaada wa kisheria watakusaidia, watakupa ushauri, lakini pia kama ikihitajika kufungua shauri mahakamani, msaada wa kisheria utakusaidia kusambu, mm. itaji, kwa sababu tunachohitaji ni kwamba mwananchi aweze kuifikia haki mm. haimaanishi kwamba kwa sababu unapata msaada wa kisheria kama huna haki utaipata haki, hapana. Ni ile kama una haki, sisi tutakusaidia ili uweze kuifikia ile haki yako. Na ndio maana uh, wananchi huwa hawaelewi kwamba sasa inakuwaje wakili anamtetea mtu aliyeua, kwenye kuwa kuna mazingira mengi. Inawezekana wakati mwingine mtu ali, uh, alikuwa amelewa. Eh, kuna mazingira mwingine mtu alikuwa na hasira wakati ule, au amesingiziwa. Hivyo vyote Uh, ni lazima yule mtu aweze kusaidiwa ili aweze kuipata haki. Kupata haki ni pamoja na kuhukumiwa kunyongwa, kupata haki ni pamoja na kuachiliwa w mm, no, kushinda, kushinda ama kushindwa, naye ni haki. Kwa msaada wa kisheria sisi tunawasaidia yeah, waweze kuifikia haki. Apate haki yake kwa mujibu wa sheria kwamba cha kwako au sio cha kwako mm, yes. Sasa, basi kwa wakazi wa Dar es Salaam ambako ndo zoezi limeingia, kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, labda ungewaambia nini sasa wakazi wa Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba fursa hii isije ikawapita kwa wale ambao wana uhitaji. Kwa wakazi wa Dar es Salaam uh, tunaomba kwamba kuwahimiza kwanza kujitokeza wakati wa uzinduzi uh, wa kampeni. Watapata vipeperushi vya kutosha pale, watapata elimu ya kutosha pale Mbagala za Kiemu. Wajitokeze kwa wingi ili waweze kupata elimu, kwa sababu pia pale uh, wakati wa uzinduzi ni sehemu ya elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya msaada kisheria. Lakini kuanzia tarehe kumi na saba una changamoto, hauna changamoto, jitokeze kwenye kata yako uweze kupata elimu. Elimu ya, ya, ya kisheria inakuepusha na masuala mengi sana. Kwa hiyo sio lazima tuwe na mgogoro useme ai na usa kwenye migogoro hapana. mm -hmm. Sehemu kubwa ya, ya, ya kampeni ni utoaji wa elimu ambayo labda ulipaswa kwenda kuilipia kwa wakili, ukiweza kupata ushauri fulani. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja ajitokeze ili aweze kupata elimu ya msaada wa sheria. Kesho ukipata changamoto, unajua wapi pa kuanzia. Kwa hiyo elimu ni, ni, ni kubwa kuliko hata wale ambao wana changamoto lakini kwenye changamoto uh, wawe na uhakika kabisa kwamba changamoto zao zitatatuliwa. Cha msingi wao wajitokeze, njoo na nyaraka zako, uwe uh, tayari kumfahamu hilo unaye mdai kwa sababu wakati mwingine mtu anakuja lakini hamjui nae mdai ni nani. Yeye anasema tu kuna mtu kavamia. Kwa hiyo jitahidi ufahamu dinani unayemdai, alafu uje na nyaraka zako. Mawakili watakuwepo na sheria watakuwepo, na maafisa wengine watakuwepo. Kwa wale wenye masuala ya matunzo ya watoto, maafisa ustawi watakuwepo, lakini polisi dawati watakuwepo kwenye hizo timu, wataweza kuwasaidia kwa hiyo ni vyema watu wajitokeze ili waweze kupata hizi huduma ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezigharamia ili wananchi wake waweze kupata uh, huduma za msaada kisheria bure kabisa, kwa sababu hizi hazina <tipulikana> gharama. Gharama yako ni wewe <tipulikana> na kutembea au kama ni daladala au kama ni bodaboda basi, lakini huduma zinatolewa bure kabisa, sawa sawa, na labda kwa neno lako tu kwenye masuala ya masuala ya ukatili Uh, ukiwemo ukatili wa kijinsia ukatili kwa watoto, yamekuwa mazito kidogo kwa familia kuyafikisha katika hivi vyombo, labda napo ungetolea neno gani ile watu watumie sasa hii kampeni, ambapo uh, itaweza sio tu kuwapa msaada, lakini vilevile, kuna ukatili mwingine mtu hataki ujulikane, kwa sababu utamwathiri katika maisha yake? Asante. Kwanza, mm -hmm. swala la ukatili wa kijinsia mm -hmm. na ukatili dhidi ya watoto ni swala ambalo Uh, linarudisha sana maendeleo kwamba linamwacha yule mwathirika ndio, uh, yale masuala unakuta mtu anakuja anapata msongo wa mawazo, anajiua anajeruhi, yani anaweza akajiua yeye mwenyewe na familia nzima mm-hmm. Lakini pia mtu anaweza akashindwa kufanya shughuli za, za, za uzalishaji akajikuta kwamba hana kipato, lakini kuna ulemavu wa kudumu na masuala mengine, athari nyingi mbalimbali mbali. Kitu ambacho uh, sisi kama kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia tunasisitiza siku zote ni kutoa taarifa pale ambapo mtu unakuwa umefanyiwa ukatili. Kama mtoto uko shuleni umefanyiwa ukatili, mwambie mwalimu. Mwalimu ni wasiri, atalichukulia lile swala kwa usiri wake. Kutokutoa taarifa au kuwaficha wahalifu inafanya kwamba hivi vitendo vinaendelea, kwa sababu kwa mfano kama leo mtu amekuja amempa mimba mtoto mm -hmm. X halafu hmm, hatutoe taarifa kesho, atampa wai kesho kutwa, ataenda sehemu nyingine, unakuta sasa tuna athiri watoto wengi zaidi. Kwa hiyo ni vema wakajitokeza aa, na kuweza kutoa taarifa kuhusiana na maswala ya, hayo ya ukatili wa kijinsia. Na utaratibu wa kampeni sio kwamba unaenda pale kwenye mkutano wa hadhara unaongea mimi nilibakwa, hapana. Tunakuwa tuna sehemu ambazo ni za siri, kuna faraga, kuna faraga pale. Utasikilizwa kwa faraga na swala lako litahudumiwa kwa faraga, itabaki wewe na, na yule aliyekusikiliza tu, sio kwamba inakuwa pale kwenye kadamnasi. Kwenye kadamnasi pale kwenye mkutano, ni maswali yale ambayo ni ya jumla, nataka sio ni nataka kumiliki ardhi nifanyaje, yani maswali kama yale. Sasa, lakini yale ambayo yana usiri, hata kama ni kesi ya madai, hatusikilizi pale kwenye kwenye kwenye, kwenye jumuiya nzima, tunatakuwa na faraga sehemu, kuna viti, unaenda unakaa, unaweza kusikilizwa kwa hiyo watumia nafasi hii pia kuweza kupata elimu, lakini pia kuleta changamoto zao za masuala ya ukatili. Tunatamani uh, Tanzania iwe iwe free kabisa kutokana na sio kuna vitendo vya ukatili mm-hmm. Kama sasa hivi unasikia mara mtoto mara fulani kabakwa, haipendezi, akalawitiwa. yeah. Yeah, haipendezi, haipendezi kabisa. Kwa hiyo si pia hata uh, taasisi za dini, viongozi wa dini na wao wazidi kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya upendo na amani ndani ya familia. Panapokuwa na upendo, uwezi kumfanyia mtoto, kwa sababu vitendo vingi inaonekana vinafanyika ndani ya familia, baba mm-hmm. mama yeah Shukran sana Esther Msambazi kwa muda wako uh, kutupitisha katika uh, hii kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa namna ambavyo ilikoanzia mpaka ilipofika sasa, ambapo mkoa wa Dar es Salaam ndio fursa tarehe kumi na sita uzinduzi Mbagala za kiem tarehe kumi na saba huduma zinaanza. Basi ni fursa kwa kila mmoja kuhakikisha kwamba anashiriki kwa maana mbili: mwenye uhitaji anafika na kufikisha na tatizo lake na anaweza kushughulikiwa, lakini vile vile kupata elimu ya masuala ya kisheria ambayo ni muhimu sana. Unaweza usiyatumie leo, lakini kesho kama ambavyo amezungumza mgeni wetu hapa, unaweza ukajikuta katika uhitaji wa kuyatumia. Basi mgeni wetu hapa studio alikuwa ni Esta Msambazi ambaye ni mkurugenzi wa huduma za msaada wa kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Asante sana kwa muda wako.